Oye, oye. Oye. Dr. Nchimbi, oye, oye. Mzee, oye. Wasira, safi. Safi. Dr. Mwinyi, oye, Wangu kwa maendeleo Waziri Mkuu na mbunge wa jimbo la Ruangwa Kassim Majaliwa Julai 2, 2025 ametangaza rasmi kutogombea tena ubunge wa jimbo la Ruangwa baada ya kulitumikia jimbo hilo kwa miaka 15 kumi na mitano. Akizungumza na wajumbe wa kamati ya Siasa ya mkoa na wilaya ya Ruangwa, Majaliwa ametumia fursa hiyo kuwashukuru wananchi kwa, wa kwa kumuunga mkono wakati wote ambao wamekuwa mbunge wa jimbo hilo. Wa mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa wilaya katibu wetu wa mkoa wa wilaya, na wajumbe wa, wa kamati ya siasa na wale ambao mko hapa. Kimsingi huo sio mkutano, bali nimekuja leo, siku ya mwisho ya uchukuaji wa fomu, kuja kuona makada wa Chama cha Mapinduzi, vijana wa Ruangwa, wapenda maendeleo, ambao tayari wamejitokeza kuchukua fomu kwa nafasi ya ubunge baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa miaka 15 kutoka mwaka elfu mbili na kumi. <tosan> Sasa nimefika wakati kwa mshikamano tuliojenga kutoa fursa kwa wana Ruangwa, wazaliwa wa Ruangwa, wapenda maendeleo waweze sasa <tosan> kuunganisha nguvu hizi ili hii kauli mbiu yetu ya Ruangwa kwa maendeleo inawezekana, ambayo sasa <coughs> Mheshimiwa Mwenyekiti amesema imewezekana na tunasonga mbele iweze kusonga mbele zaidi. Nataka mm -hmm. Nitumie nafasi hii kwanza kukishukuru chama changu cha Mapinduzi, ngazi ya wilaya na mkoa imefanya kazi wakati wote na chama chetu bado mimi ni mwanachama wa CCM na kwa nafasi ninayonayo, mimi ni mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM taifa, bado <coughs> naendelea nayo, <coughs> kutokana na majukumu haya, kuwacha nafasi hii na kuwaruhusu wanaruangwa wenzangu waendelee, wale ambao nilikuwa naona wanapenda kushiriki kwenye maendeleo yetu, wale ambao niliungana nao katika kufanya kazi za maendeleo ya Ruangwa ambao leo wameshaanza kuchukua fomu. Aidha ametoa wito kwa wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya kuwapa ushirikiano wa wagombea wote wenye nia ya kugombea ubunge wa jimbo hilo. Hawa wote waliochukua no fomu ni wazaliwa wa Ruangwa, wana Ruangwa ambao nimeshirikiana nao kipindi chote cha miaka 15 kwenye shughuli za maendeleo. Kwa hiyo kwe wanakuja kwetu, wanakuja kwenu, wananchi, kuja kuendeleza jitihada ambazo tumezifanya kwa pamoja kuja kuendeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuja kuhakikisha kwamba Ruangwa inapaa kwa kasi, na naamini wote wamekuja, kila mmoja na uwezo wake, tunatarajia jitihada zake binafsi, lakini mshikamano ambao sisi tutawapa, na mimi mwenyewe nitakuwa pamoja nao wote, pamoja waliokuja kuchukua fomu lakini baada ya mchakato huu yule ambaye atapewa dhamana ya Chama cha Mapinduzi kupeperusha bendera na kuingia madarakani hatutamwacha peke yake. Kadhalika, Majaliwa amewasihi wanaruangwa kuendelea kushikamana na itakapofika siku ya uchaguzi waweze kuchagua wagombea wote watakaowakilisha Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi huo. Tuone haya mabadiliko ni ya kawaida ni safari ambayo Mwenyezi Mungu pia huwa anaongoza. Mwenyezi Mungu amepanga kila mmoja na shughuli zake na namna yake mwanzo wake na ukomo wake. Kwa hiyo maamuzi haya pia ameongozwa na Mwenyezi Mungu kwa nia njema kabisa, na makada waliokuja leo kuchukua fomu na ameongozwa na Mwenyezi Mungu waje kuchukua fomu, lakini mwisho wananchi watafanya maamuzi ya kumchukua mmoja miongoni mwao. Kwa tabia tuliojijengea wana Ruangwa, huwa hatutengani sisi. Tupoanza mwaka elfu mbili na kumi tulikuwa kumi na mbili na baada ya mchakato mimi kuingia madarakani wale kumi na moja tumeendelea kufanya na kazi nao mpaka leo hii. Kwa leo wanakuja hawa mpaka muda huu, kwa sababu muda bado haujaisha. Sahizi wanne, labda wengine watakuja sote baada ya kukamilika kwa mchakato. Tutaendelea kuwa wamoja. Mimi ni Zaituni Mkwama Daily News Digital.